kisha tukazungumzia eh, vile vile baada ya al-istihsan tukazungumzia al-ijma, kisha al-urf. Tutazungumzia kuna thawabit na shurut ambazo Abu Hanifa kaziyeka katika kuamiliana na aina ya hadithi inayoitwa al ahadi tulizungumza kiujumla kuwa jambo la pili katika msingi wa Alhanafiya ni assunna baada ya kitab. Katika usuli zile za madhhab zao ni as-sunna baada ya kitab, lakini hii assunna, wanauzuuni usul wa usuli, wameigawa katika e, namna kuu: mutawatiru na ahad. Mutawatir ni ile ambayo imepokelewa na idadi kubwa kwa namna ambayo hakuna mtu anashuku. Mutawatir ni aina ya hadithi iliyopokelewa na idadi kubwa kiasi ambacho hakuna mtu ana shuku juu ya kudhibiti kwake. Na ahadi ni ile ambayo imepokelewa e, na idadi baadhi ya wakati watu wawili watatu, mtu mmoja na mfano wake. Kwa hiyo kuna vidhibiti na sharti alizoziweka Abu Hanifa ili aweze kuikubali hii hadithi na aiweke katika nukta za kuelezea hukumu za kisheria. Kwa hiyo miongoni mwa sharti

yaji wake au kupokewa kwake na njia kuanzia kumi na kuendelea, ala lusuli almutafaka alaiha, ziletwe hizi hadithi kwanza, alafu zipimwe kwa misingi ambayo wamekubaliana ahlulilmi, kalkitabi wasunati lmutawatira, kama kitabu la sunna mutawatir. Yani maanaake ile hadithi iletwe kwanza, halafu ikishaletwa e, paangalio katika Qur'ani, hakuna hadithi ambayo inakwenda kinyume, lakini katika sunna mutawatira, zile sunna zilizopokelewa na idadi kubwa ya watu kuanzia kumi na kuendelea katika tabaka zake kama inavyofahamika hadithi mutawatira, je, hakuna sunna katika sunna mutawatira ambazo zinakwenda kinyume na hii? E, huu ni msingi ambao umeweka. Bila shaka yataka mtu awe na elimu na kitabu, na ilmu na hizo ahadith ambazo ni mutawatira

Halafu kaacha kuifanyia kazi, katoa fatua tofauti hadithi ya Abu Hanifa, kana kwamba kaiona kuwa haiko katika usahihi kaiacha. Kwa hiyo asije kwa yule rawi wa hadithi akakhalif katika kutoa fatwa yake kile alichopokea katika hadithi, na hili ni jambo kubwa sana. Yani ni sawa na shekhe kumwambia usije ukafikia wakati una khalif kile unachokisomesha, ukikhalif manake sisi tutaacha yani. Hili ni jambo kubwa hasa kwa zama zetu, lakini Abu Hanifa aliweka msingi

Baadhi ya wakati katika sunna kuna ibara zinazidi katika matni, au baadhi ya wakati katika sanadi. Ina maana kile kilichozidi wao wanakirejesha katika kile kilichopungua, kwa sababu islah ya wanazuni usul alhadithi ziyadatu athiqa, kuzidisha thiqa jambo hali dhuru. Maana yake katika matni, kama kuna matni mbili zimepokewa, matni moja ina ziada ya neno na matni moja haina ziada ya neno kwa hiyo ile ziada ya neno kama ipo katika matni halafu aliyoizidisha ni thiqa, inakubaliwa, lakini kwa sharti hili. Ina maana hapana, sisi tunataka ile riwaya ambayo haina ziada, kwa sababu huenda hii ziada iliyokuweko haijathibiti, kwa sababu hii riwaya ina asli na ziada, na ile nyingine ina asli, haina ziada. Ina maana hii ziada sisi, acha tuitoe, tubakie na riwaya zote mbili ambazo zimewafikiana katika hii Eh, katika hii asli bila ya ziada. Kwa hiyo ila ibara aa, ziada tufiqa maqbula, kana kwamba wao wanaona, ah, ah, hatutaki sisi hii ziada na no, ukiambua ziada ni yani, katika baadhi kwenye alfazi za kisheria tumeona vizuri, katika baadhi kwenye alfazi za kisheria hayo ni mambo ambayo yapo katika bazi, eh, mbao, fani za hadithi. Bila shaka hapa sisi tunasoma tu kiufupi eh, na kwenye hadithi eh, ndiyo kuna vipengele vile

Kama ni jambo ambalo kikawaida haliwezi kufichika, lazima lidhihiri kwa watu wote, halafu atokeze mtu mmoja tu aseme kuwa Mtume sallallahu alaihi wasalama alimrembea au alimpiga mzinifu kikawaida. Ukiambua fima taumu bihi albalwa, lile jambo ambalo linaenea kwa jamii linafahamika. Sasa kwa nini akapokea tu mtu mmoja Wakawa hawajui i ambayo e, kama mfano zile hukumu zilizokuwa haziwezi kutokelea ila wengi katika watu zaidi ya watu kumi zitakuwa zinafahamika kama mambo ya na kafarat ile, kusimamishiwa hukmu ya kisheria mzinifu kupigwa mawe na mambo mengine kama hayo, e, ambayo inatakiwa kuyafanya kwake mtu kashambiwa alishe maskini, maskini si sasa katika watu sitini wote atakawalisha. Inamaana hakuna mtu anayejua nakula kwa sababu gani? kwa hiyo muhimu katika mambo ambayo e, kikawaida lazima yafahamiki katika jamii, kisha ikapokewa hadithi, hakuna mtu ambaye anajua swala lile isipokuwa yule tu aliyopokea hadithi, halijapokewa na mtu yote. Eh, andamul akhad bi khabar al ahad fi ma ta'ammu bihi balwa wa, walikuwa hawachukui hadithi kama hii eh, ambayo mnazungumzia tukio lile kwa halina budi kufahamika, alafu ikawa sasa hakuna mtu ambaye analifahamu, yani ikaja hadithi akaipokea mtu mmoja au wawili ikawa lile jambo ni hasa wanalifahamu wao tu, katika mambo ambayo ni dharura kufahamika katika jamii, kwa sababu ya kuenea kwake wakati linafanywa na Mtume sallallahu alayhi wasallam au linatolewa hukumu e, kisha likawa linajulikana tuna mtu mmoja au wawili hili e, e, jambo, wanasema hawachukui hadithi yake, kwa sababu ni jambo ambalo ta'immu bihi balwa, lina sababu ya kujulikana na wengi kutokana na kuenea kwake na ushauri wake

au gharibu adam mukhalaf, isije ikenda kinyume alkhabar, iyo khabari yenyewe, li amalilmutawarithi, na jambo ambalo watu wamelirithi, baina sahaba, toka wakati wa masahaba wa tabiina na matabiina, fi zamani, katika wakati wao, kuwa jambo hili ni katika dini, yaani wanalifanya kuwa ni ibada, kisha jambo lile wakaja watu wengine wakasema halifai kwa sababu kuna hadithi imepokewa, ina maana masahaba wote hili hawakuliona na matabiina wote, yani ni jambo ambalo linafanywa toka wakati wa masahaba toka wakati wa eh wa matabiina na wengine waliokuja baadaye, alafu kaja hadithi kalikataza. Kwa hiyo huangalia hii hadithi na kujiuliza eh, kwa hii kwa nini imekhalif kitu ambacho kinafanywa, eh, kuwa na ibada toka wakati wa masahaba kwa ujumla wao na matabiina, alafu ikatokezea sasa E, katika wakati wa Abu Hanifa mwishoni mwa matabiina, e, mtu akaja akasema ili jambo halifai. E, kwa kweli hizi ni shuruto walizoziweka, kuwa e, habari kama hii ilikuwa ina ugumu kukubaliwa e, katika e, ile misingo iliyoweka e, kina Abu Hanifa katika madhhabi ya al-Hanafiya. Kwa hiyo kwahiyo habari inakuwa inaachwa kwa sababu ya kushukiwa juu ya usahihi wake kutokana na sira hii si maswahaba wote na matabiina na wote, ile hadithi imepita kwao hawaifahamu mpaka ikaje ikafahamika katika wakati huo. Kwa hiyo kitazama vile vile ni nukta na vidhibiti e, ambavyo e, vimekwenda katika upeo katika kuchunga e, zile habari, na bila shaka wakati wa Abu Hanifa rahimahullahu, e, sunna ilikuwa haijahifadhiwa kama sasa hivi kwenye vitabu katika magogol E, katika masimu na sehemu mbalimbali ilikuwa mbali. Ni jitihada e, kubwa sana walizokuwa wakizifanya ahlulilmi katika kuhifadhi e, lakini vile vile, e, katika kuchunga e, zile nidhamu e, na taratibu za kuhifadhi sunna. Na maana kila alim e, alikuwa bila shaka e, hutumia maarifa yake Allah tabaraka wa taala aliyomjalia ya kuweka misingi na vidhibiti katika kuichunga

ambavyo vipo katika madhhabi ya Hanafiya e, na vile vile masadir akitaka mtu kusoma madhhabi ya Hanafiya chimbuko hasa la madhhab, vile vitabu ni mu'tamad, ambavyo akivifahamu kashafa madhhab, ni vitabu gani na watuzi wake ni akina nani e, pamoja na chapa zake, kila kitu ndio tunataka kuanza sasa kwa hiyo maana yake tukumbuke kuwa tumepita katika tarajim za wale waasis wa, wa madhhab, tukaja katika usuli wanazozitumia katika madhhab zao, tunakuja katika vitabu, tuje tumalizie mustalahat. Kwa hiyo, ama katika vitabu, tutaanza katika upande wa mutun na mukhtasarat, kwa sababu madhhab ya Alhanafiya hii ina vitabu katika upande wa mutun, ina vitabu katika upande wa shuruh Yani, mutun zile e, ndogo ndogo au mutun yani vile vitabu ambavyo sio sherehe a, hata kama ni vikubwa, alafu kuna shoroh zimesherehesha e, kuchambua zile mutun, alafu kuna fatawa na no, ukiambua matni, maana yake haina maana kwamba ni kitabu kidogo. Matni ni kile kilichoandikwa katika, e, katika sura ya ufupisho, kisha sherehe ni kile ambacho kinakuja kuweka wazi kile kilichoandikwa katika sura ya ufupisho. E, kisha kuna fatawa ambazo zinadiriri sana katika e, maswali mbalimbali mbali, na majibu ya ahli ilmi katika maswali yale. Kwa hiyo sisi tutazungumzia katika upande wa mutun yani vile vitabu, kisha shuruhu zake, kisha tutazungumzia vile vile fatawa. Kwa hiyo ni kipengele muhimu na dharura kwetu sote ambao tunasoma kufahamu, kwa sababu ndio asili ya kuelewa e, ilmu. Tutakapofahamu kuwa madhhabi ya Hanafia mpaka sasa tulipofika tupo katika vitabu. Kwa hiyo atakayeamua kupenda kuifahamu madhhab atazingatia hivi vitabu, baada ya kuwa ameshafahamu smkake tarajim na waasis na levli zao za kielimu na misingi yao wanayoitumia na, na sharti zao katika kuamiliana na hadithi al ahad na mfano wake.